Yes, kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu hizi, usisahau kusubscribe, ku like na ku comment na baada ya kumpata rafiki yangu bwana anaanaitwa Robert Yamani, uh, ameniuliza swali jinsi yes, gani ambavyo huwa ninaedit picha. Sasa uh, nikaona bora nitengeneze video ambazo zitamfundisha kila mtu ambaye Atapenda kufuatilia. Sasa uh, moja kwa moja tutaingia Google. Na kabla ya kuingia kwanza kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment channel hii yangu ya Nuhu Online TV ili kwa kila video basi ambazo nitakuwa nimeupload wa uh, kwanza na usahau kulike na ucomment, sawa. Uh, tunataka tutengeneze picha nzuri sana ambayo unakuta imependeza kweli. Tutaingia kwenye Chrome. Tatafuta Chrome hii hapa. Nadhani unaiona Chrome hii hapa, yes. Naomba ufuatilie video hii mpaka mwisho, usi kate kate, sawa. Utabonyeza kama umekwisha kubonyeza, basi tunakwenda taratibu. Uh, utakuja hapa, sawa. Ukisha kuja hapa, yes, alafu utaandika Google Google AI Studio. Yaani Google AI Studio studio, mimi kwa sababu huwa ninaitumiaga, tayari maneno yapo, kwa hiyo na wewe unaweza ukaiona iko namna hiyo sawa. Sasa unaiona Google AI Studio na hivyo ndivyo inavyoandikwa, nitakwenda kuibonyeza. Baada ya kuibonyeza, sasa utasubiri search ili kuletee Google AI Studio yenyewe ambayo tunakwenda kutumia na hapo, kama unavyopaona uh, hapa sawa, utapabonyeza yani huwa inakuwa namna hii, huwa inakuwa namna hii. Angalia vizuri jinsi ilivyo, huwa inakuwa namna hiyo sawa. Google AI Studio kisha utabonyeza nataka nikutengeneze picha nzuri sana mpaka wewe mwenyewe unashangaa. Baada ya kufungua sasa kama wewe ni mara yako ya kwanza lazima utaconfirm kwa Google Gmail yako ili uweze kuedit video. Lakini kama hujaconfirm kidogo huwa inakuwa inaleta usumbufu. Sasa baada ya kuja mahali hapo ukiona uh, dashboard yako iko namna hii. Sasa unaona Google AI Studio kuna Gemini, kuna hii hapa nadhani unaiona hii yesi hapa, nadhani unaiona unaiona hii hapa ni sehemu ya kutengeneza audio sawa. Hapa ni sehemu ya kutengeneza audio, yani hapo unaweza ukatengeneza audio mtu akiwa anaongea eh, maneno yoyote ambayo utampatia basi anaweza kaongea, na huyu hapa sio mtu lakini ni akili bandia. Lakini hapa tena sehemu ya kutengeneza picha, lakini sisi tutatumia hapa sawa. Tutaingilia hapo kuja ni kanseli hivi, ili tuweze kupaona vizuri. Tutakuja hapa, nadhani unaona maneno ni machache tu haya, sawa. Haya hapa, yes, nadhani unaona state of the art image generation and editing mode, sawa. Nitakwenda kuibonyeza na baada ya kuibonyeza namna hii sasa, uh, nadhani unaona kuna sehemu ya kuandika maneno ni hapa, kwamba unataka picha yako iwe ya namna gani, na hapa ni sehemu ya ku-upload hiyo picha yako. Ngoja nibonyeze namna hii, ngoja yesi, namna hii, upload file, I try to upload my pitch. Yes, ambayo nimekuwa nimeichagua, nadhani unaiona. Ngoja nichague picha moja hivi ambayo naweza nikatengeneza kwa sababu hapa tunafanya kama mfano tu. Uh, picha yetu iko namna hii. Sasa hapa naweza nikaandika maneno kuwa tengeneza hii picha, hii picha iwe na muonekano mzuri mzuri sana na huyo mtu umhamishe, ionekane yuko juu ya ghorofa. atuoni kama inaweza ikatengeneza, na hapa ndipo huwa linatumia nimesema tengeneza hii picha iwe na mwonekano mzuri sana na, na huyo mtu umhamishe ionekane yuko juu ya ghorofa na sura yake iwe hiyo hiyo. Alafu baada ya kuandika hapo, sasa utashuka hapa chini kwenye haka kamshale haka kwa mshale aka ngwani kucholea vizuri hapa hapa, ndipo sehemu ya kujenerate, ambapo tutasubiri ndani ya sekunde basi picha yetu inaweza ikatengenezwa. Nadhani unaona mazingira hayo, nilipo ni sehemu nyingine kabisa hapo, alafu nitabonyeza. Na baada ya kubonyeza sasa, nadhani unaona iko inatengeneza namna hii, nadhani hapa unaona jinsi ambavyo inatengenezwa o hapa tutasubiri, tuone je, atakuwa juu ya gorofa au itakuwaje? Nadhani unaona kitu ambacho kinaonekana ina hii. Hii ndiyo picha ambayo imetengenezwa na Google AI Studio ile nano sawa. Itakwenda kuibonyeza tuangalie. Yes, nadhani unaona sura <laughs> ni ile, ile na niko juu ya gorofa sawa. Nadhani unaona nimeiambia iandike iwe vile vile, niwe juu ya ghorofa, na hapa nadhani unaona kitu ambacho kinaendelea. Kwa hiyo mimi nitakwenda kui download. Baada ya kuona kuwa tayari ametengeneza picha, nitakuja kubonyeza hapa katikati na nitakuja kubonyeza hapa, na baada ya kubonyeza hapa hivi, nitakuja hapa kwenye mshale huu ya download na baada ya kudownload tayari itakuwa imeingia kwenye simu yako. Takuja tababonyeza hapa tayari. Nadhani unaona imeingia kwenye faili hii hapa hapa, faili download. Nitakwenda kubabonyeza yes, open. Baada ya kuopen, nadhani unaiona picha yenyewe ndio hii hapa, niko juu ya ghorofa, na sura ni ile ile kabisa ambayo wewe umeomba ifanyike lakini mazingira ya hamisho ionekane nipo kwenye gorofa. Asante sana na usisahau kusubscribe chaneli yetu hii ya Nuhu Online TV, ili kwa kila video ambazo tutakuwa tumeupload basi wa kwanza. Pia kama una maswali yoyote, unaweza kuniuliza kwenye comment section nami nitakujibu. Nadhani picha unaiona jinsi ilivyokuwa mwonekano hii ilikuwa hivi, lakini tumemhamisha huyu mtu tumempeleka kwenye ghorofa. Nadhani nawe mwenyewe umekuwa shuhuda. Sasa nadhani kupitia video hii hapa umejifunza mengi sana. Ah, nimesubiri maoni yako kwenye komenti hapo. Asante na Mungu akubariki.